Baadhi ya wanafunzi wanaosoma shule za sekondari mkoani Kilimanjaro wameipongeza hatua ya Rais John Pombe Magufuli ya kufuta ada ya shule kama moja ya mfumo rasmi utakaowawezesha wanafunzi wote wa shule za serikali nchini kusoma bure. Hatua ya Rais Magufuli kufuta ada inaelezwa kuwa moja ya suluhisho la kuondoa tatizo la kufukuzwa shule mara kwa mara kwa sababu ya kukosa ada ya shule, hali ambayo imekuwa ikizorotesha taaluma kwa baadhi ya wanafunzi. Taarifa zaidi na Zefania Renatus. Tangu awamu ya nne ya uongozi wa Rais Dr. Jakaya Kikwete, serikali iliridhia kila mwanafunzi wa shule ya sekondari hapa nchini kulipa ada ya shilingi elfu ishirini ingawa arama kubwa ya kumsomesha mwanafunzi imekuwa ikichagizwa na michango mbalimbali mbali ya shule husika. Zikiwa zimepita siku chache baada ya rais Dr. John Pombe Magufuli kuweka bayana mtazamo na uelekeo wa serikali anayoitaka, Sata TV imepita katika baadhi ya shule za sekondari mjini Moshi na kuzungumza na wanafunzi ili kujua mapokeo yao juu ya kauli ya rais Magufuli ya kufuta ada kwa shule za serikali tulikuwa tunapata shida ya yaani, mzazi afikiria ya vitu vingi sana katika nanilio katika kumsomesha mwanaye shuleni. Kufutiwa ada imesaidia sana wanafunzi kwa sababu, vile wao wanafunzi walivyokuwa wanarudishwa kwenda kuchukua hela nyumbani, walikuwa wanaacha masomo, wenzao wanafundishwa na wengine kuendelea na masomo, na hiyo pia ilikuwa inapelekea tukufeli. Kauri za wanafunzi hawa zinaungwa mkono na baadhi ya wazazi mjini Moshi ingawa sintofahamu kubwa inakuja juu ya alama kubwa za michango ya shule ambayo imekuwa ikiumiza vichwa vya wazazi na walezi wa wanafunzi. Sasa sisi kama wazazi tunaomba kama hiyo elfu ishirini na mbili imetolewa basi tunaomba na hivi michango vidogo vidogo ambao vyenye kero, ukijumlishia vinazidi mpaka vinafikia hata kwenye themanini. Wanakuambia mtoto anatakiwa aende na dawati, na mtoto anapoenda na dawati anaporudi tena inakuwa tena fika katikati, tena kuna michango mingine tena inahitajika. Sasa tunajiuliza hizo dawati huwa zinaendaga wapi? maswali ya wazazi hawa imenilazimu kufika katika ofisi za afisa elimu mkoa wa Kilimanjaro ili kupata ufafanuzi wa michango ya shule inayowatatiza wazazi hawa, ambapo kaimu afisa elimu mkoa wa Kilimanjaro Fulenki Kabuye ameeleza kuwa bado wanasubiri waraka wa serikali kama michango ya kawaida nayo itakuwa imefutwa. Kwa mtazamo wa sasa ambao labda serikali imesema imefuta kabisa inafuta kabisa mi, e, ada shuleni, tunasubiri sasa huo waraka. Waraka utakapokuja, nafikiri tutakuwa kwenye position ya kueleza kwamba ni kitu gani hakitakiwa kabisa, kama inatakiwa serikali itagharamia kila kitu ama itabaki hiyo michango, miongoni mwa mambo yanayopaswa kushughulikiwa na kuwekewa mikakati na watendaji wa serikali kama alivyoagiza Rais Magufuli ni pamoja na kufutwa kwa ada pamoja na suala la mikopo ya wanafunzi. Zefania Renatus, Star TV, Kilimanjaro.